Eh, ni, ni story lakini imekaa katika mfumo wa kesi kwamba, eh, mwalimu mmoja alikuwa ameenda na watoto wa shule, na ni challenge pia watu wanaweza kujaribu kutupa majibu eh, wanaamini nini wao. Mwalimu alikuwa wa yuko mwalimu wa zamu eh, shule ni nasari, kwa hiyo mwalimu akawa amepewa gari eh, na wanafunzi wameenda kwenye matembezi. Ikiongea matembezi, si hivyo, wameenda labda kama Matema, unaona, wakati wameenda Matema mwalimu wa zamu alikuwa anaona wana pale wanafunzi wanaendelea kuoga wanaimba, eh, na wengine huku wako ufukweni wanaruka, umenielewa wakati wanaruka, wanarukaruka sana, wamefurahi nini nini, wanafunzi mwanafunzi mmoja akawa anazama, umenielewa vizuri, akaongezeka mwingine analalamika ndani, anazama, wakafika mpaka watano wanafunzi, wanafanya nini, wanazama baadaye baadaye Mwalimu akaona siwezi mimi kazi tanishinda, umeona, akakimbia kujemaji, kwenye maji akajirusha kwenda kufanya nini akawaokoe sasa, umenielewa. Lakini wakati anawaokoa alijitahidi katika wale wanne watano, mmoja akamshinda, kafa, umenielewa. Tuulizane labda kwenye hii kupitia Masta TZ, mwalimu atakuwa na kosa kisheria au hatakuwa na kosa kwa sababu of course alikuwa anaenda, ni tendo la wema. Umeelewa, siwezi kukubali mwanafunzi wangu akafa, kwa mimi ni mwalimu wake, na niko zam, have a duty of care eh, nina wajibu wa kumlinda, kumfanya awe salama. Akaenda kuokoa katika wale watano wanne, akawavusha salama, watano huyo akafa. Je, atakuwa na kosa kisheria au hatokuwa na kosa kisheria? Ni hivyo tu. Kwa hiyo wakati mwingine ni kufanya au kutokufanya kufanya au kutokufanya wajibu ulionao, ni uzembe. Kwa uzembe sio kutokufanya au kufanya jambo kwa, ukisema uzembe ah, ni mzembe, alishika sahani imedondoka. Ah, ah, wakati mwingine ulipaswa ukachukue sahani, ukuchukua, ni mzembe. Umechukua sahani ukadondosha, ni mzembe. Tunarudi hivyo tena kwamba ni kuathiriana, naathiri mimi wewe, usipokuona eh, napata shida, sijamuona dada yangu dada ah, sijamuona Ndugu eh, ah, mtazamaji wa Masta TZ, tumepata swali. Je, yeah, mwalimu atakuwa anakosa au anakosa? Tukutane kwenye comment hapo, dondosha comment yako hapo, tujue kwamba mwalimu alikuwa anakosa au alikuwa anakosa. Lakini pia nataka kwa kumalizia, kwa upande wako wewe, unaamini katika urafiki? Mimi naamini katika urafiki, lakini eh, sio muumini wa marafiki wengi mpaka sasa taa nikasema kwamba nina rafiki wasiozidi wawili, na kitu kimoja kibaya zaidi ni kwamba siko nao hapa, yaani ninapoishi mimi. Let's say ingekuwa kama ni kusafiri, almost kama nauli kuanzia 60 kwenda juu. Ila hao wengine nao, shinda nao ni jamaa zangu tu na ni washikaji tu. Rafiki wa kweli, kwamba huyu ni rafiki yangu, kiambia, bwana, rafiki yako nani? Hata nikimtaja na yeye mwenyewe na... kweli yo jamaa anani anarecognize kwa mimi na rafiki yake. Mimi rafiki yangu ni mmoja tu nadhani, ambaye kweli kwa rafiki kweli yupo Dodoma, ta Fausti ni Mzumbwe. Bas, sio ni rafiki. Hawa wengine ni washikaji tu. Na watabaki kwa washikaji. E, japo ushikaji unaweza ukaendelea ukawa rafiki pia. Lakini ina maana ukivuka kwenye ushikaji, unaweza ukawa rafiki. Unaona, kwa mtu anakuambia kwamba e, unaweza ukatoka kwenye urafiki ukaja kuwa ndugu. Anakuambia ni huyu ni rafiki yangu, ndugu wa damu kabisa. Umenielewa? Anajua kwamba you don't have any blood relationship but he's recognizing kwamba no this person yani anapita hiyo mipaka yani ni ya undugu rafiki, umeona. Lakini kuna ndugu zako ni ndugu zako tu kwa sababu ya damu, umenielewa? Ila hawapasi kuwa na sifa za undugu yani, na damu ndio imekulazimisha kwa nani kuwa ndugu. Yani anasema huyu ni kakaangu lakini tu basi, ila ingekuwa vinginevyo angekuwa tu ni mtu ni mshikaji tu, kwa sababu ya damu damu huwezi kuchenji, umenelewa? Pale kuna muunganiko wa damu, huwezi kuchenji, ila urafiki unaweza kuvunjika, undugu unaweza kuvunjika, eh yeah, mimi eti mean, mean, urafiki unaweza kuvunjika na ujamaa, kwamba ujamaa wangu unaweza kuvunjika, lakini jamaa naye anaweza kukua, baada ya jamaa akaja kuwa jama, rafiki rafiki anaweza kukua akafika kuwa ndugu, hata jamaa anaweza kaja kuwa kama ndugu. Sasa huyu ni jamaa wangu rafiki yangu ndugu yangu kabisa, umeona hivyo kuna watu mtaani hawaamini kabisa katika urafiki. Hata uwaambie nini kuhusu marafiki hawaamini. Yaani, mtu hana rafiki hata mmoja, unawashauri nini hao watu? Hiyo nayo ni changamoto kusababu, e, lakini, e, kwa sababu sio mtaalamu sana wa saikolojia, lakini ninachoamini kwamba katika maisha kuna changamoto nyingi sana, na katika hizo changamoto e, mimi naamini kwamba unaposhea ishu yako na mtu fulani inakuwa ina unafuu zaidi kuliko ukakaa nalo mwenyewe. E, wataalamu wa, wa wazungu wanasema kwamba if, you share, you double. You see. If the problem is very difficult, sometime you divide. Umeona wewe unalifikiria hivyo, unafikiria hivyo, unapata huyu atakuja na jibu. Unaona kama umebanwa na jambo fulani, ukamshirikisha rafiki yako ukute, akalichukulia jambo la kawaida akakupa solution ya kawaida na jambo likaisha hivyo.